Ujumbe wa amani na upatanisho ndio ulikuwa msingi wa hotuba ya kwanza ya papa wa 267 wa kanisa Katoliki, ambaye uchaguzi wake umepokelewa kwa shangwe na vifijo. Kardinali Robert Prevost mzaliwa wa Marekani ana miaka 69, na, na amekuwa papa wa kwanza katika historia ya kanisa kutoka nchi hiyo ya Marekani. Jina lake la kipapa ni Leo wa kumi na nne, akichukua jina hilo baada ya papa Leo wa awali aliyetambulika kama papa wa jamii na wafanyikazi. Safari yake ilianza mwaka 1982 alipotawazwa kama padre. Alihudumu kwa takriban miongo miwili katika nchi ya Peru, ambapo pia alipata uraia wa nchi hiyo. Kati ya mwaka 1999 na 2014, Prevost alihudumu Chicago, Marekani. Mwaka 2014 Papa Francis alimteua kuwa askofu wa Chiclayo huko Peru. Prevost alitawazwa kama askofu mkuu Januari mwaka 2023, na baada ya miezi michache Papa Francis akamwinua kuwa kardinali. Hapo Papa Francis alimpa jukumu la kuongoza ofisi inayochunguza uteuzi wa maaskofu kote duniani, mojawapo ya kazi muhimu zaidi katika kanisa Katoliki. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba kardinali Prevost hakuwa mgeni kabisa kwa makadinali wenzake 132 ambao alikuwa nao katika mchakato wa kupiga kura ya papa mpya. Papa Francis alionyesha imani kwake kwa kumpa vyeo tofauti kanisani, naye aliunga mkono mabadiliko ambayo Papa Francis aliyafanya kanisani, pamoja na maadili yake ya usawa, haki kwa watu tofauti na kulegeza masharti ya kanisa kwa ajili ya kushirikisha zaidi mabara tofauti. Na yeye si mgeni Afrika. Katika wadhifa wake wa awali alitembelea nchi kama Kenya, Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Papa Leo wa kumi na nne anapochukua uongozi wa zaidi ya waumini bilioni moja nukta nne wa kanisa hilo, wengi wanasubiri kuona iwapo sera zake zitafanana na mtangulizi wake za kujaribu kuleta usawa na kupaza sauti za wanyonge.